Kimewezesha kimesaidia sana kucherewa kwangu, pengine wale waliokuwa napanga mabaya juu yangu wasiyafanikishe kirahisi, na inawezekana kabisa wakawa wameachana nayo, kwa sababu pengine kuna vitu wamefahamu. Mimi ningekuwa natoka kirahisi tu hivi natoka, sidhani, kwa namna ambazo nimeagusa mavampaya, kwa namna ambavyo nimeagusa mashetani, sidhani kama ningekuwa hai sita lakini, sasa swali linakuja, niendelee kukaa hapa mpaka muda gani? Kuna sauti inakuja inasema, pengine mavampaya yamalize uchaguzi. a ya nikwambie, tukitabiri kabisa, nikikutabiria kabisa, unabii wa kabisa, nikikutabiria, baada ya uchaguzi kuna giza. na maana ushauri wangu kwa watu wa CCM, ushauri wangu kwa watu wa CCM nasema, inawezekana mambo yenu haya mtayapereka hivi hivi mtayapereka, lakini kwa saikolojia ya kawaida, ioneni nchi baada ya uchaguzi, lioneni jahazi baada ya uchaguzi litayumba kuliko hivi. unabii wangu nyuma kidogo wapelekeni. Unabii wangu yaani, kwa mfano sasa nasema, mchungaji, uko kwenye hatari, ukitokea tu hapo barabarani hawa julikana wanakupoteza dakika yoyote. Subiri kidogo, mwezi gani, mwaka gani? Kama si Bwana kuingilia kati, kama viumbe hawatageuza moyo, watabaki na falsafa ya mbere kwa mbele, hawasimami Bibilia, katika Yeremia, katika, katika, katika, katika sura ya sita kumi na sita inasema wanadamu, simameni simameni, msiendelee mbele kwa mbele, simameni, viangalieni vizazi vya zamani, i wapi njia iliyo njema nani, mkatembee katika njia hiyo, mtajipatia raha nafsini mwenu. Katika Mithali nane mstari wa nane inasema viulizeni vizazi vya zamani, viulizeni vizazi vya zamani, namna ambayo mnatakiwa kuiendea, kwa sababu nyie ni wajana tu. Simameni, simameni! Hawa wanasema ni mbele kwa mbele, mbele, mbele hakuna njia. Hata kama haya wanayo yapushi yatafanikiwa yata unabii kabisa ambao nawatumia watu wa sishemu. Ioneni nchi baada ya uchaguzi, ihurumieni nchi, ihurumieni nchi kwa miaka mitano ijayo, ihurumieni nchi. hakuna binadamu ambaye una ubinadamu kwa sehemu kubwa, hata mpaka dakika hii walioko sehemu bado wana roho ya Mungu bado wana roho ya ubinadamu. Hakuna binadamu ambaye ukipata ubunge, ukipata ukuu wa wilaya, ukipata ukuu wa mkoa, hakuna binadamu ambaye utastarehe wakati jahazi inayumba, wakati vilio vinasikika huku na kule. Hakuna ambaye ukuu wa mkoa, ubunge utanoga. hakuna hakuna <coughs> na mwasha mwanasisemu yoyote yoyote, kwa uwezo wa saikolojia yake, Mungu ampe kuiona nchi. Hata kama hiki wanachokisukuma kitakuwa hivyo, waione nchi, waihurumie nchi hii. Nchi Mungu alitupa hii, nchi Mungu alitupa kwa makusudi, ingekuwa mfano wa nchi zote duniani. Mpaka dakika hii nchi inaweza ikawa hivyo, huzuni na vilio vinaweza visisikike milele. Uwezo huo uwe Mungu anao, watu wa kuonyesha njia tupite wapi. Mungu ametuweka kwenye hii nchi, na ndio maana tunapigizwa namna zote, bado tunaendelea na kutangaza kila ambacho kingaliokoa na kuitoa hii nchi kwenye bonde la vilio. Hakuna atakayenufaika mbele. Mbele ni giza totoro. Sasa mchungaji, ukisafiri mavampaya, ukisafiri safiri mavampaya yatakumaliza haraka. Subiri mpaka mwaka gani? bari mwingine, kinachoweza kuponya ni wachache, tuwe tayari kupoteza uhai kwa ajili ya wengine wa baadaye. Kinachoweza kuponya mambo wote tukiji, kwa mfano mimi nikizunguka, naenda kuhamasisha wizi, naenda kuhamasisha uuaji, kuna mahala ni mai kuambia tu tukusanyike tupange jeshi la, la, la, la kuua watu eh? Najaribu kuhamasisha kuinua mioyo ya watu, mioyo ya watu imrudie Mungu, imwelekee Mungu tena. Kwa sasa hivi ntakuwa kwenye uwazi mkubwa, uwazi mkubwa, kwa sababu ntakimbia. Hata nami nikiishia njiani kama sifa, sawa tu. Sasa hivi nikifika siku ya kwanza, siku ya pili, nakutana na mtu mmoja mmoja Yaani, naalika kila anayetaka hii roho roho nyingine kuwa mtu mwingine, aje anione tuongee. Kwa hiyo nitakuwa, nitakuwa katika uwazi, uwazi wa kila namna, na maeneo mengi nitakuwa nafika. Siku mbili tatu nafika, leo tunafanya ibada, kesho tunatoa mwaliko kabla ya ibada, kama kuna mtu anataka tuongee. Mungu wetu asifiwe. Kesho natoa mwaliko, tunaongea Natamani mkija hapa niangaike kubadilisha mioyo yenu, muwe na mioyo mingine, lakini wakati mwingine ikishindikana, nikiwa ni hapa, niwafuate kule kule kwenye mazingira yenu, ili tuyasemeshe na mazingira, ili tuyambie na mazingira kwamba, enyi mazingira, sikieni. Mtu huyo anasema si biashara haziendi sawa sawa, na sisi tunaziombea katika jina la Yesu, Bwana, weke mkono wake biashara zisiende sawa sawa, ili mtu huyo amke <inaudible> Haleluya, sisi <inaudible> <Hallelujah. inaudible> sio, si, wale tutakaokuja kuombea biashara isimame sehemu kubwa biashara zikisimama, mnaongeza miradi. Kwa hiyo tunakuja kusema, Bwana ambaye umeianza kazi njema, sio sisi tuliyemsababisha mtu biashara ipotee, imepoteana mwenyewe, alikuwa na matumizi mabaya mwenyewe, alikuwa holera mwenyewe, na mwisho wa siku mambo yameenda vipaya vibaya. E Bwana, sisi tumemkuta hapa na umesema kila mtu awe vile vile kama alivyoitwa. Tunaomba Bwana, shikiria uzi hapa hapa, kanyaga ex-rate hapa hii biashara isiinuke leo, huyu mtu asiolewe leo, huyu mtu asiowe kesho, huyu mtu mume wake asibadilike leo, akaanza kuwa mpole, huyu mume aendelee kukanyagia esileta